Vijana kutoka kaunti ya Meru wameungana kwa nia ya kupambana na changamoto za jamii zikiwemo magonjwa na dawa za kulevya. Wakizungumza mjini Kianjai, eneo bunge la Tigania Magharibi walipokutana, vijana hao wamesema sababu yao ya kuungana chini ya mwavuli wa Meru Youth Voice ni kujijenga wenyewe kwa wenyewe kupitia miradi ya biashara kusudi waweze kujitegemea. <coughs>

We have a lot of programs that we do we do feeding programs, we do cancer awareness to the young people and we have certain even projects that will help the young people to become financially independent to, for, them, for themselves when we have these projects maybe layering of chicken cyber, those projects will help us as young people to grow tunasema it is raising voice and creating opportunities as the Meru youth voice Tunawezaje kuja na miradi ama project zinatusaidia sisi we, sisi wenyewe bila kutegemea serikali. Project yenyewe tutakuwa tukifanya inatusaidia, mimi nikiwa shule, nikiwa mahali najua, at the end of the day niko na 50 yangu niko na mia yangu na njia ya halali. Mimi kama kijana, acha niseme ya kwamba nimefurahi sana ku, kuungana na vijana hapa, mimi nikiwa kijana mwenzao na nikiwa kiongozi, nimefurahia siku ya leo uh, Meru Youth Voice uh, vijana wamejiunga ya kwamba wataweza kutambulika katika uongozi wa Meru na katika uh, mahali ambapo mazungumzo yanaendelea kuhusu uongozi wa Meru wataweza kusikika, sababu ni vijana ambao wako na maono.